Salumu alikuwa kijana wa kawaida. Hakuwa na tofauti kubwa na vijana wengine kama mimi na wewe, ila kuna siri moja ambayo ilimfunga kwa miaka kumi na tatu, siri ya kimya, chini ya blanketi. Alikuwa na miaka kumi na saba tu alipogundua ulimwengu wa video za ngono na punyeto. Ilianza kama utani, alidhani ni sehemu ya ukuaji. Hakujua kwamba kila bao lilojipiga lilikuwa lina mchana kama kiwembe ndani. Polepole alikuwa anajipa starehe, lakini alikuwa anajinyang'anya ujasiri wake wa baadaye. Salumu alikuwa na ratiba yake. Kila siku nyakati za usiku kabla ya kulala, mkono wake aliupeleka kuzimu bila kujua matokeo ya baadaye. Alipokuwa na miaka ishirini na tatu hakuwa na uwezo wa kusimamisha sawa sawa, uume wake ulikuwa goigoi goi sana, na kila mwanamke aliyekaribiana naye aliona fedhea badala ya kupata furaha ya ujana. Msichana wake wa kwanza kimahusiano, aliyefahamika kwa jina la Salome, alijenga matarajio makubwa sana kutoka kwa Salumu. Salome alikuwa msichana mrembo mrefu mweusi wa kung'aa, mwenye nyonga za kutokeza nje kidogo, mwendo wake wa maringo, macho yake ya kurembua. Siku ilipofika kabla ya kupeana raha, Salome alimwambia Salumu, leo nitajua kama wewe ni mwanaume, maana nina hamu sana na wewe tangu muda mrefu mno. Dakika na sekunde vikatimia, Salumu akakabidhiwa uwanja. Kwa huzuni kubwa, Salumu alimwaga ndani ya dakika mbili tu. Msichana alimtazama Salumu kwa uchungu akijaribu kufumbua mdomo, macho ya kilengalenga machozi. Salumu, ina maana ndio umemaliza? Binta alimuuliza Salumu. Salumu hakutamka wala kujibu neno lolote, maana aliumizwa sana kwa swali hilo. Alipotoka chumbani, alikuwa amevunjika moyo. Alijiona ni dhaifu sana, msongo uliongezeka. Hakujua lini atarudi kuwa na ujasiri mbele ya mwanamke tena. Alidhamiria kabisa moyoni mwake kuwa hatolala tena na mrembo Salume. Miaka mingi ilipita. Salumu aliendelea kuishi maisha ya siri. Alitembea kama mwanaume wa kawaida. Lakini ndani alikuwa amevunjika vipande vipande kwa sababu ya ile tukio la ajabu, tukio la aibu ambalo hakukusudia. Hadi siku moja alipokutana na ujumbe huu. Ujumbe ambao ulimwambia, "Hauko peke yako. Kuna njia ya kupona bila dawa wala virutubisho." Ilikuwa ni sauti ya mwanaume aliyekuwa na tatizo kama la Salumu na akapona bila dawa. Sauti ya Salumu ni sauti ya mamilioni ya wanaume wanaolia kimya kimya. Leo Kikao cha Mwanaume Shupavu sehemu ya pili, aibu baada ya ndoa, inakuja kesho. Itafuatiwa na sehemu ya tatu, siri ya kupona bila dawa. Bonyeza neno subscribe, ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili na ya tatu, kama mwendelezo wa sehemu hii ya kwanza. Usisahau kucomment na kushare na wengine. Tukutane katika kikao cha mwanaume shupavu sehemu ya pili.